Mpe mtazamaji wa Global TV. Global TV imefunga safari kutoka Sinza Mori jijini Dar es Salaam ambapo ndipo zilipo ofisi, na kuja moja kwa moja eneo la posta jijini Dar es Salaam ndani ya jengo la Haidery Plaza, na kufika hapa ni kukutana au kuonana na taasisi ambayo inaratibu matibabu ndani na nje ya nchi. Nikiongea kuratibu, na kwamba inaratibu kila kitu, kama ni nje ya nchi, basi usafiri, visa utakapofika madaktari na kila kitu, lakini kama hapa ndani ya nchi daktari hospitali gani inaweza ikakusaidia au ikakuonyesha njia au ikakupeleka moja kwa moja kwa daktari husika, basi niko ndani ya ofisi hapa Haidery Plaza floor namba mbili na tutaenda kuzungumza na mkurugenzi wa taasisi hii ya Tanlink. Yeye ataweza kutuelezea vizuri kabisa matibabu au uratibu wa matibabu hayo yanafanyika vipi na watu wangapi basi wameshafaidika kutokana na uratibu huu? Ungana na mimi Melda Mtema, muda mfupi tutaenda kuzungumza na mkurugenzi wa taasisi ya Tanlink, ataweza kutufafanulia mambo mengi mbali mbali. Habari habari? Ah, ni njema nashukuru. Karibu sana Tanlink Medical Tourism Agency. Asante, nimeshafika Tanlink, lakini natamani kwanza, kabla tujaenda mbele, mpenzi mtazamaji wangu angekufahamu kwa majina yako yote. Asante sana ya yeah, kwa majina naitwa Dr. Fiumagwa Hassan. Eh, ni mkurugenzi mtendaji wa hii taasisi inayojulikana kama TANLINK Medical Tourism Agency, eh, ambayo ni taasisi ya Kitanzania kwa maana ya taasisi ya kizalendo ambayo ilianzishwa mahususi kwa lengo la kuhakikisha tuna ratibu na kusimamia matibabu ya binadamu ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi kwa urahisi ili kuhakikisha mtu anapokuwa na changamoto ya kiafya, basi anayapata matibabu yake bila kuhangaika, lakini pia anayapata kwa ubora unaotakiwa, lakini pia kwa gharama ambayo ni nafuu. Yes, tupo hapa Posta Mpya, jengo linaitwa Haidery Plaza na ni ghorofa ya pili. Ah, Magwa, unajua watu wanaweza wakajiuliza vitu vingi sana. Mwingine anaweza akafikia Tanlink ni, ni, ni taasisi ambayo ili uweze kuifikia mm. unahitajika wewe na mapesa mm. mengi ili uweze kuja kufika na uweze kupata huduma. Hebu mm. ungeweza kuwafafanulia zaidi mm. ni namna gani au ni njia gani ambayo rahisi ambayo mtu yoyote, unajua kuna mtu yuko huko mtaani na like, anakiona Tanlink anaweza kaiangalia tu mm. na anaumwa anasumbuliwa, akawaza, nikienda kule kama sina pesa anafanyaje? ya yeah, asante sana kwanza, niseme tu kwamba dhamira ya kuanzisha hii taasisi lengo la kwanza ilikuwa ni kusaidia, kwa sababu watu wengi wanapokuwa na changamoto za kiafya. Na wakati tunaianzisha, kwanza tulianzisha kutokana na changamoto ambayo watu walikuwa wanapitia, ambao akiwa na tatizo la kiafya haliwezekani kutibika nchini, inatakiwa aende nje, walikuwa wanahangaika sana, na wengine kwa sababu ya kuto kujua taratibu, kujua afanye nini, aende wapi wengine walikuwa wanapoteza muda mrefu hadi unakuta mtu ana, anapoteza maisha. Kwa tukasema tuanzishe taasisi ambayo itakuwa ni one stop center ya kutoa taarifa na mwongozo lakini kumsaidia mtu ili kuweza kupata, kupata matibabu. Na habari njema ni kwamba ukija Tanlink yani wewe ukifika swala la kupata taarifa na maelekezo ni bure. Kwa mtu anaweza akaona labda ukifika tu Tanlink utaambiwa lipa labda kiasi fulani. Hapana na bahati nzuri Tanlink tuna timu ya madaktari. Kwa hiyo hata wale unaowauliza maana yake ni, ni madaktari kwao. Unaua ndege wawili kwa, wa kwa jiwe moja. Kwanza unapata taarifa za kutosha juu ya namna gani ya kupata ufumbuzi wa changamoto yako, lakini huyo unayeongea naye pia ni daktari. Maana maana yake anaweza akakupa mwongozo na ushauri juu ya nini kinatakiwa kufanyika. Kama kuna udharura, hatua gani za kuchukua haraka ili kuhakikisha mwisho wa siku ile lengo la kupata matibabu linafikiwa. Kwa hiyo wale watu ambao wanaogopa kufika Tanlink, jamani ukifika Tanlink kupata ushauri maelekezo ni bure, njoo na ni katikati ya jiji kama ulivyoona eh. Unajua, unapozungumza posta ndio kitovu cha, cha jiji eh, na ni eneo ambalo daradara zote zinafika, maana usije ukasema sijui lazima uchukue taxi au nini no. Ukitokea gongo la mboto unafika tokea Kimara unafika Tegeta, Bunju, sijui wapi kote, Kigamboni tuko karibu na feli. Kwa hiyo unafika hata na daladala dara. Kwa hiyo karibuni sana Tanlink bwana Fimwaga, kuna kitu ambacho pia na, umesema kwamba hii Tanlink taasisi ambayo ina ratibu matibabu au safari ndani na nje ya nchi hmm. Wengi wanafikiri kwamba Tanlink ukitaka kwenda India, ukitaka si kwenda Uturuki basi ni ndo kazi yenu hmm. Uratibu ambao mna uratibu ndani ya ya, ya, ya nchi ukoje? Kabla ya kwenda kwa nje ya nchi asante sana yes. Kwa, nda, kwa ndani ya nchi tuna, tuna, tuna, tuna uh, mazingira ya aina mbili. Kwanza tuna wale wagonjwa ambao wana, wanatoka maeneo ya pembezoni au mikoani, unakuta mgonjwa amepewa rufaa labda ya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Nimetolea mfano Dar es Salaam, labda amepewa referral, lakini sasa unakuta hajui sasa, akifika Dar es Salaam ataanzia wapi, atapokelewaje, na ni mara ya kwanza kufika Dar es Salaam, na anaweza akawa hata na karatasi ya rufaa, labda inatakiwa aende hospitali ya taifa, lakini hajui hata akifika hospitali ya taifa anaanzia wapi. Lakini usikute wamemrifaa ni kwa sababu ya kuja kuonana na daktari wa mifupa au anahitaji kuja kuonana labda na daktari wa ugonjwa fulani. Kwa hiyo kupitia Tanlink, maana yake unafupisha ule muda wa wewe kuhangaika kuweza kuipata ile huduma, kwa sababu sisi tunafanya kazi na hospitali zote hapa nchini. Kwa maana yake ukifika kwetu tutajua ugonjwa wako, labda unahusiana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo tunajua madaktari wote bingwa wa matatizo ya mfumo wa chakula waliopo hapa Tanzania. Maana yake tutasema kwa hii kesi yako ni daktari fulani ndio anayeweza kuimanage. Kwa hiyo tunawasiliana na yule daktari, maana yake badala ya kuanza tena kuanzia chini unapoteza muda. Kuna mtu mwingine unakuta hata hadi akutane na yule daktari ambaye ndo amekuwa rifadi kwake, wiki nzima au wiki mbili. Sasa kama ni ugonjwa ambao kidogo ni hatari, kuna wengine unaweza kukuta akapoteza maisha akiwa kwenye, kwenye process. Kwa hiyo tunafanya hivyo. Kwa hiyo kwa yule anayetoka popote pale mikoani, maana yake tunaanzia kumpokea kumtafutia sehemu ya kufikia, lakini kuhakikisha anapoenda hospitali, tuna timu ya watu wengi ambao wataenda naye hadi hospitali ili kuhakikisha anaipata ile huduma kwa, kwa urahisi. Lakini hapo hapo tunapokea pia wagonjwa kutoka nje wanaokuja Tanzania, nayo ni ndani ya nchi. Kwa mfano tunapokea wagonjwa wengi sana kutoka Komoro wanakuja Tanzania kwa ajili ya kufata matibabu, wagonjwa kutoka Zambia, kutoka Malawi, kutoka Kongo, Burundi, lakini pia sasa hivi hadi wagonjwa kutoka katika baadhi ya mataifa mbalimbali kwa mfano kama e, Botswana wengine wanakuja, lakini pia Angola tuna wagonjwa ambao wamekuja. Mombasa wanakuja sana kwao, wakifika hapa, kwa sababu ni wageni wanatamani wakute kila kitu kimepangwa vizuri. Kwanza anafikaje? Akifika atapokelewa na nani? Atalala hoteli gani? siku anayoenda kwenye hospitali anatamani akute appointment yake ishatengenezwa. Kama unaenda kumwona daktari saa nne, basi anatoka zake hotelini saa tatu na nusu, saa nne ameonana na daktari badala ya kupoteza muda. Kwa hiyo hicho ndio tunachokifanya, na nashukuru Mungu kwa kweli, mapokeo ya watu ni makubwa. Lakini hata hapa hapa Dar es Salaam kuna mtu anaweza akawa anasumbuliwa na tatizo la sikio, lakini hajui amwone nani. Hilo ni tatizo kubwa. Kwa kupitia Tanlink ukija, tuna madaktari kwenye kila specialities, kwa sisi tunakurahisishia, kwa ishu yako, tuna madaktari wetu watakuona, watajua kabisa hii inahusiana na, na speciality fulani, kwa tunakuchannel kwenye yule specialist husika naam, naam. Sasa ilo nafikiri watu watakuwa wameelewa vizuri hmm. Tunataka tuje kwenye uratibu wa safari za nje hmm. Hapo ndiyo uoga ni kikwazo kikubwa, hasa kwa wagonjwa ambao wanatoka hapa nchini kwenda nje ya nchi. Kikwazo cha kwanza kinakuwaga ni gharama yeah. Gharama zinakuwa nyingi, na kikwazo cha pili wanakuwa hawajui waende hospitali gani au hospitali ipi husika itakayeweza kutibu labda ugonjwa au tatizo la ndugu yake au rafiki yake. Unakuta kuna mtu anakuuliza anakuambia, hivi kule India hospitali gani labda inaweza ikatibu moyo inaweza ikafanya hivi. Sasa kwa upande wenu sasa, Tanlink hii, ndio tutasema ni, ni upande wa ngoma yenu wenyewe, mnajua kucheza vizuri, hii iko vipi? ya yeah, asante. Nashukuru kwanza kwa swali lako zuri sana, na hapo ndio kwenye tatizo kubwa, na niseme hilo ni tatizo kubwa kwa sababu mtu anapokuwa anauguza au anaumwa, akili yake kubwa inakuwa iko namna gani nitapona. Lakini unavyoanza prosesi ya kusafiri kwenda nje, kuna mahitaji mengi sana ambayo yapo katikati kabla ya wewe kusafiri. Nitakupa mfano, huwezi kusafiri kama huna pasipoti. Kwa maanake lazima uanze mchakato kwanza wa kutafuta pasipoti kwa hiyo tuna utaratibu kwa kushirikiana na uh, uhamiaji wa kumsaidia yule mtu kumpa zile taarifa kwamba ili upate passport unahitaji kitu kimoja mbili tatu, maana yake una namna gani ya ku-apply passport. Lakini ukifika ule muda kwenda uhamiaji kwa ajili ya kukamilisha taratibu zako tunakusindikiza hadi pale hadi una, unapata kwa mujibu wa taratibu za, za uhamiaji. Lakini baada ya hapo lazima upate visa ya nchi husika. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa sisi tunafanya kazi na nchi zaidi ya thelathini. Kwa mfano India umetaja, lakini tunafanya kazi na nchi kama Uturuki, mm, Afrika Kusini, Misri kwa maana ya Egypt, lakini Thailand, Korea ya Kusini, Ujerumani, Uingereza, Marekani na mataifa mbalimbali. Sasa mgonjwa anapokuja hapa, kitu cha kwanza anakutana na daktari wetu hapa Tanlink, ili kuweza kujua ni nini shida yake. Kwao tunamsikiliza vizuri kuna wagonjwa wanakuja tayari anajijua anaumwa kitu gani, kwa tunajua. Okay, kama ni tatizo la moyo, tunajua hospitali ambazo zimebobea kwenye matatizo ya moyo, kwa India ni hizi, kwa Egypt ni hizi, kwa South Africa ni hizi, kwa, kwa labda Uturuki ni hizi, popote pale. Kwa hiyo tunamsaidia yule mgonjwa kumpa option ya at least tatu, faida ya kumpa option kulingana na ugonjwa wake na hapa na, nasisitiza watu wengi wanafikiria labda ukishaijua hospitali moja basi inatibu kila kitu. Hapana, kuna kitu tunaita areas of excellence kwenye matibabu. Kila hospitali kuna eneo ambayo ndio kwao huwa wanayachagua yanakuwa ya ubora kwao. Kwa hiyo tutakuchagulia hospitali au tutapendekeza hospitali kulingana na ugonjwa wako, lakini pili kuangalia pia na gharama, kwa sababu lazima tuhakikishe gharama zinakuwa nafuu na uligusia swali, swala la gharama. Kwa hiyo kwa kuongezea hapo kwenye gharama, pia tuna huduma ya dhamana ya matibabu. Hii ni huduma, hakuna taasisi yoyote kwa ukanda huu ambayo inatoa dhamana ya matibabu. Maana yake nini? Kwa mfano, umeenda kutibiwa au na ugonjwa alafu labda gharama ya matibabu labda ni milioni moja labda wewe kwa sasa una shilingi laki tano lakini una uhakika hiyo kiasi kilichobaki unaweza ukakipata baada ya mwezi mmoja. Kuliko uendelee kuugua, sisi tunaweza tukakudhamini kwenye ile hospitali, ukasafiri na kiasi chako kile kile kidogo, ukaanza matibabu huku familia wakiwa wanaendelea kutafuta pesa, kwa sababu sisi tunaamini uhai wa mtu kwanza ndio kitu kitu cha muhimu. au unaweza ukaenda kutibiwa, labda umeondoka Tanzania una tatizo la labda unaenda kufanya upandikizaji wa figo kwa mfano, lakini umefika kwenye hospitali, baada ya kukupima wakakuta labda una changamoto nyingine ya moyo, labda mishipa mitatu mikubwa ya moyo imeziba, kwa inatakiwa waanze kudili na moyo kwanza kabla hawajaenda kwenye lile tatizo lililokupeleka. Kumbuka hiyo ni gharama nyingine, unafanyaje? Upo ugenini. Sasa Tanlink pale tunaingia, tunakudhamini, tunawaambia hapana Mwache mgonjwa aendelee na matibabu, endeleeni kutibu na hilo tatizo la moyo, mkimaliza, tuje tumalizie na lile jingine. Huku familia tumeshazungumza nao, wanaendelea kutafuta hiyo pesa taratibu. Hii ni huduma ambayo Tanlink Medical Tourism tunaitoa, na imesaidia watu wengi sana, kwa sababu maisha yetu tunayojua kuwa na kiasi kikubwa cha pesa kwa wakati mmoja ni changamoto, lakini ukipewa muda wa kuitafuta ile ile pesa unaweza ukaipata uka Naam, naam. Ah, asante kwa ufafanuzi mzuri ambao nafikiri ni watu wengi wanajiuliza, na wanapata kile wanapata kigumizi, tunafanyaje? Wanashindwa kudhubutu, wanashindwa kufanya lolote wakiamini. Lakini kuna swali ambalo pia nataka kukuuliza, kwa nini wagonjwa wengi au magonjwa wengi wanaona kwamba wanaweza ukayatatulia India nikimaanisha hivi, Tanlink inasimamia India na mm, inamaana hakuna nchi nyingine ambazo zinatibu magonjwa ambazo pia nanyi mmeshawahi kufanya na kupeleka watu mm? Ya yeah, kama nilivyotangulia kusema eh, Tanlink tuna, tuna ratibu na kusimamia matibabu katika nchi mbalimbali India ni mojawapo lakini, tunapeleka pia wagonjwa wengi Egypt Misri, tunapeleka wagonjwa wengi Uturuki, tunapeleka wagonjwa wengi Afrika Kusini, wagonjwa wengi wanaenda Korea ya Kusini, Thailand na hata Ujerumani. Isipokuwa uh, India ilifanikiwa kujitangaza sana katika ukanda wetu, kwa hiyo watu wengi wametokea kuifahamu zaidi India kuliko nchi kuliko nchi nyingine, na ndio maana mgonjwa akija sisi kwetu tutampa option zote yeye, yeah, atachagua wapi anachoe anapotaka kwenda. Sisi tunachoangalia ni huyu mtu aweze kupata matibabu sahihi kwa ubora unaotakiwa lakini kwa gharama ambayo ni nafuu naam. Na pia hapo hapo ni kaziya swala langu kidogo kwa nchi ambazo umezitaja Egypt, nani Misri, nani huko Israeli uko hmm, ulipopataja uh, eh? Okay. Is, okay, okay, hmm, kwenye hizo nchi zinakuaga na magonjwa yake specific kwamba huyu akiwa na figo tutampeleka hapa huyu akiwa labda ana tatizo labda anataka kufanya nini saa na nini tumpeleke India, au nchi zote zinatibu magonjwa hayo, ila inategemea na mtu mwenyewe atakavyokuwa mmempa namna ya kuchagua sehemu gani aweze kwenda? ya asante sana e, niseme tu kwamba kila nchi kwa kiasi kikubwa kuna hospitali ambazo zina uwezo wa kutibu magonjwa yote, isipokuwa kuna nchi ambazo zimejipambanua zaidi kwenye vitu fulani, nitakupa mfano. Kwa mfano nchi kama Uturuki wao wamejipambanua zaidi kwenye huduma za, za mwonekano, kuboresha mwonekano na urembo. Kwa mfano e, mtu anataka kwenda kupunguza tumbo e, kubana tumbo na vitu kama hivyo, wengine anataka labda kwenda kupunguza saizi ya matiti e, na vitu vya hivi, masuala ya mwonekano na urembo e, wengi wana prefer kwenda Uturuki kwa sababu wamejipambanua zaidi kwenye, kwenye eneo hilo lakini kwa mfano tukija kama huduma za upandikizaji wa viungo kwa mfano kama mtu figo imefeli anatakiwa kufanyia upandikizaji eh? Nchi zote zinafanya, lakini sasa, kuna baadhi ya nchi eh, polisi zao kidogo zinakuwa ni nyepesi kuweza kufanikisha zile huduma, yani hakuna mlolongo mlolongo mrefu sana yeah. lakini kwa ujumla tu kila nchi at least utakuta huduma zote zinapatikana, zina sema tu watu wanakuwa wana maeneo yao ambayo wanapendelea, lakini na sisi kwenye huduma yetu tunazingatia sana hilo. Cha msingi mtu apate huduma nzuri, kama ana preference yake, kuna sehemu ambayo anapendelea kwenda, tutakachojiridhisha ni aende kwenye sehemu sahihi, lakini atibiwe na daktari sahihi, mwisho wa siku aweze kupona. Naam, naam. Tangu imeanza mm, taasisi kufanya uratibu wa hizi safari za au ratibu wa mambo ya matibabu ndani na nje ya nchi, labda kwa makisio tu ya haraka haraka, ni wagonjwa wangapi mnaweza kuwasaidia? Asante sana nitakupa uh, takwimu za ujumla ili uweze kuona picha ya hali ikoje. Uh, tumeanza uh, huduma mwaka elfu mbili na kumi na nane za kuratibu na kusimamia matibabu uh, nje ya nchi na ndani ya nchi. Uh, hadi sasa hivi, maanayake tunazungumzia miaka saba, si ndio? Na tisa, yes, miaka saba. Uh, na kwa wastani kwa mwezi tuna ratibu na kusimamia matibabu kwa wanaoenda nje, yes, kati ya watu takribani kumi na tano mpaka ishirini na tano kwa nje, lakini pia na tunaopokea kutoka mataifa mengine, yes, kati ya kumi mpaka ishirini hapo. Sawa, so, hizo ni takwimu za haraka haraka za mwezi kwa mwezi kwa ukipiga hesabu hapo mpaka kwa mwaka unaweza ukaona ni kiasi gani, kwa hiyo miaka ambayo tumekuwa tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tukitoa huduma. Kwa hiyo yes, watu wanapata changamoto, lakini eh, naipongeza serikali kwa sababu kuna maboresho makubwa pia yanaendelea ndani ya nchi. Kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika na serikali yetu eh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii at least inapunguza pia baadhi ya watu kwenda kwenda nje. Kwa hiyo naamini tukienda kwa uwekezaji huu unapoenda baada ya miaka kadhaa huko mbele, tutakuwa tumepunguza uh, hii ishu ya watu kusafiri sana kwenda kwenda nje kwa kiasi kikubwa, kwa tutabaki tunahamasisha tuna, tuna, tu zaidi watu waje Tanzania kama tunavyofanya pia sasa hivi tukiwa tunaelekea kumaliza, hmm. Dr. Fiumaga nataka ku kila kazi kila sehemu hmm. waga kuna changamoto hakuna vitu ambavyo mtu anaweza akaenda. Changamoto gani kubwa sana mnakutana nayo? ya Yeah, changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni eh, watu wengi unakuta ana changamoto ya ugonjwa, lakini kwa wakati ule unakuta hana uwezo wa kifedha wa kuweza kugharamia matibabu yake, eh, lakini eh, ndio maana tumekuwa tukijaribu kutengeneza mifumo tofauti tofauti ya kuwasaidia ikiwemo hiyo ya dhamana, kuwadhamini ili matibabu yaanze, kwa sababu unaona kabisa huyu mtu ana shida na inahitaji yaweze kusaidiwa sasa hivi. mm. na unaona ukichelewa, baada ya mwezi mmoja miwili, tutakuwa tunazungumza mambo mengine mm. sijui, unaelewa. Kwa hiyo ningependa ni, nitoe rai kwa wadau mbalimbali. Tanlink ni taasisi ya kitanzania ambayo imesajiliwa Tanzania na inafanya kazi kwa kufuata sheria na miongozo na, ya Tanzania na tunafanya kazi chini ya wizara ya Afya. Kwa hiyo, kwa wale wadau ambao wanatamani kusaidia watu, unajua kuna watu wanatamani kusaidia watu, ila hawajui wanawasaidiaje, na hawana uhakika kama ule msaada unaweza ukawafikia walengwa, sijui umenielewa. Kwa hiyo, Tanlink ni sehemu sahihi ambayo tunaweza tukafanya kazi kwa kushirikiana na ukaona kabisa msaada wako umefanya kazi hii na matokeo ni haya, kwa sababu tuna rekodi za wagonjwa walipofika walipoenda kutibiwa na baada ya kurudi wakawaje. Kwa hiyo hii ningependa nitoe right, kwa wadau mbalimbali, kwa sababu nadhani kusaidia mtu anayeumwa ni ibada pia kwa Mwenyezi Mungu, tunajiandalia mazingira ya kesho ambayo ni bora. Hiyo naweza kusema ndio changamoto kubwa, otherwise tunashukuru sana serikali yetu inatupa ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha tuna tunaendesha hizi huduma kwa kiwango na ubora, na ubora huu. Lakini kuna kitu kimoja nitaka nigusie tu hatukukizungumza. Eh, tuna huduma pia ya kusindikiza mgonjwa kwa kutumia timu ya madaktari wetu na manesi. Kwa mfano mgonjwa ni mahututi, anahitaji escort ya daktari au escort ya nesi, tuna hiyo huduma ambayo tunaweza tukakupa daktari wetu au nesi wetu akamsindikiza mgonjwa hadi kuhakikisha amefika kwenye ile hospitali salama, basi na maisha mengine yakaendelea kwa sababu kuna hali ambayo mgonjwa akiwa nayo haruhusiwi kusafiri peke yake bila kuwa na mtaalamu wa afya. mm -hmm. Na, mnaweza na, na, mkamtoa mtu, mtu akatoka akaenda. mm -hmm. yeah. so, so, okay, yes. U, umesema hii kuhusiana na ishu ya kudhamini mtu labda, mm -hmm. unamdhamini mtu anakwenda, mm -hmm. anapata matibabu unaje wasipoweza kulipa na umeshadhamini? Yeah, asante ni swali ambalo tu huwa tuna, tunaulizwa sana. Unajua uh, wakati mwingine hizi kazi zetu ni, ni unatakiwa ufanye kwa imani. Kumbuka tunadili na afya ya binadamu na ni mtu ambaye ana matatizo. Unajua ugonjwa ni tatizo, sio furaha. Uh, kitu cha kwanza ambacho tunakihakikisha, kuhakikisha mambo yanakaa vizuri, tunakaa na familia yote ndio maana utaona kwenye ofisi yetu tuna sehemu ya family meeting iko hapo nyuma, ambayo tunakaa na familia kudiscuss, kujua uh, wao wanasemaje kuhusu hilo. Na kutokana na mahusiano tunayoyatengeneza kati yetu na familia, kwa kweli hatujawahi kupata hata default moja, yani kwamba mtu tumemsaidia afu asifanyaje, asilipa. Najua kitu kinachosababishaga watu wengi wana default hata madeni au mikopo ya mabenki, mtu benki imemkopesha afu anapotea. Ni namna gani unatengeneza mahusiano na yule yule client wako? Hilo ni swala la muhimu. Kwa hiyo sisi client wetu ni kama familia. Kwa hiyo nikikupa kiku, ni hapa takwimu za wagonjwa wao, tunawasafirisha kila mgonjwa mmoja kutokana na huduma tunayoitoa, kwa sababu tunakuwa kwenye mahusiano na mawasiliano kwa zaidi ya mwezi hadi miezi mitatu, mnajikuta mshakuwa familia. Nakumbuka mgonjwa akirudi, tuna huduma ya kwenda kum, kumtembelea nyumbani kwake kujua anaendeleaje. Kwa hiyo unaweza ukuta tuna Tanlink family kabisa ambayo tushakuwa familia. Kwa hiyo nashukuru Mungu, client wetu kwa kweli ni waaminifu sana, wakiahidi kwamba bwana, tunaomba Tanlink tudhamini sisi, tutajipanga baada ya mwezi mmoja miwili tutakuwa tumerejesha, wanarejesha. Kwa hiyo niwapongeze pia client wetu. uh -huh. yeah. Swali la mwisho hapa ni hivi uh, kuna kitu umezungumza nikaona kwamba watu wengine labda wanataka kuwasaidia mtu, anaona mgonjwa lakini anaona mm, ni msaada wangu kweli unafika sehemu sahihi? Yes. je kweli mgonjwa kumbe, anaweza mtu akamwona mtu anaujiwa anafanya nini? Yes. akaona kwamba Tanlink ni sehemu sahihi, kwa nini basi kama anataka kumpeleka basi, ngoja kile ambacho nataka kusaidia mda, hata anamsaidia milioni ngapi za kusafiri. Yes. anaweza kazileta Tanlink na mkamfanyia taratibu za kila kitu. Yes. na mifumo yetu iko wazi sana mm. Kwa mfano unataka umsaidie mtu kwa ajili ya matibabu Sio lazima umpe pesa yeye. Kwa mfano ili kusafiri, kama nilivyokuambia, mtu anahitaji passport, si ndio? Taratibu za uhamiaji ziko wazi. Passport ni shilingi laki moja na nusu, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukaja ukalipia tu laki moja na nusu, sisi tukamsaidia kuapply, akapelekwa kule uhamiaji, akapata visa, inajulikana ni shilingi ngapi, ukalipa Tanlink, akapata visa yake. Sisi hapa tunafanya na huduma ya kukata tiketi za kusafiri. Kwa hiyo tukamkatia tiketi, ukalipia tiketi yake hapa, akakabidhiwa tiketi lakini pia kwenye matibabu tunakupa gharama eh, ya matibabu na account ambao unaweza ukalipa moja kwa moja hospitali au ukalipa Tanlink. Tanlink tukatransfer kwenda hospitali. Kwa hiyo ukajikuta yule mgonjwa unataka kumsaidia, labda utamwachia tu pocket money yake, lakini haya malipo mengine yote unahakikisha yamefika sehemu sahihi, na mgonjwa ameweza kutibiwa. Ninaelewa umuhimu wa swali lako, kwa sababu so, kuna watu wengine akishasaidiwa anaona kama amepona <laughs> alafu anaahirishi ya. Tumekutana na hizo sinario, mtu amesaidiwa, alafu akasema sasa sindo mtaji <laughs> yeah. Basi, mwisho kabisa dok Fimwaga, mi naomba, kwa sababu uko hapa, ungeelezea vizuri. Najua kuna mwingine mm. Anaiweza kuweka Tanlink kwenye akili ya yake, sijui iko wapi. Yani akaiona tu Tanlink, akahisi mwingine akahisi iko Nairobi, mwingine akahisi iko hapa Tanzania. mm -hmm. Kwa hiyo waelezee vizuri basi nasi tu tunaagana vizuri. Asante sana, mimi rai yangu ya mwisho ni kusema kwamba tu Tanlink ni taasisi ambayo ni ya kizawa na kama unavyoona tunaongea lugha yetu adhimu kabisa ya Kiswahili, kwa mwingine akiona Tanlink anajua basi ni uzungu mwingi sana, no hapana, tunaongea lugha zetu za Kiswahili kabisa Fika. Na kama nilivyosema kufika Tanlink ni bule, hauchajiwi chochote na taarifa na maelekezo utapewa bule, na mwisho wa siku wewe utaamua, je, yeah, twende kwa, kwa staili gani? Na kwa wale ambao wako mikoani wanatamani wapate taarifa zaidi au maelezo, unaweza ukapiga namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako. Muda wote tuna call center ambayo inafanya kazi masaa ishirini na nne kwa hiyo hata ukipiga usiku simu yako itapokelewa tutakusikiliza, na tutakupatia huduma. Mimi naomba nikushukuru Daktari Fio Mwaga na kushukuru sana, na nimeshukuru kwa sababu nimeweza kufika Tanlink, na mimi mwenyewe nimejionea, nimeonea madaktari, nimeona ofisi kadhaa za hapa hii. mm -hmm. Watu wajua kabisa kwamba iko hapa hapa jijini Dar es Salaam, ndani ya jiji lenyewe wanaweza posta. mm -hmm. Ukishuka, kama unatokea zako huko ukapanda basi moja ukatokea feri. mm -hmm. makutano yanakuwa ni hapa tena senda kabisa ya Del Plaza. Kwa hiyo na nashukuru kwa sababu nimeweza kukutana na kuweza kupata maswali kujifunza au kuweza kupata majibu ya maswali mbalimbali ambayo watu wanauliza. Kuna watu wanaumwa huko kwa Dr. Bagwa, kuna watu wanaumwa sana na kila mtu anatamani kusafiri nje ya nchi. Mwingine haielewi anapenya vipi, mwingine hata ushauri tu unaweza ukamjenga mtu. Ni kweli kabisa, nashukuru na, na, na ulichogusia hapo. Sasa hivi tunaelekea mwisho wa mwaka. Kwa kama Tanlink Medical Tourism Agency tunaendesha kampeni maalum ya kuhamasisha watu kufanya check up. Yes, unajua tusiwe tunasubiri hadi tunaugua. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukaja Tanlink tukakusaidia kufanya check up. Kuna wanaotaka kufanya check up ndani ya nchi na wengine wanaenda nje ya nchi. Kwa tunavyoelekea mwezi wa kumi na moja kumi na mbili ni vizuri ukacheki afya yako ili unapoanza mwaka mpya uwe kabisa na afya njema. Watoto wanafunga shule, kama kuna watoto pia unasafiri nao, mnaenda mnafanya check up kuhakikisha mwaka mpya unaanza ukiwa mkiwa vizuri. Basi mimi naomba nikushukuru sana, asante sana, natumai utakuwa balozi wetu pia Tanlink huko Global TV. Haya, asante sana mtazamaji wa Global TV, nafikiri mmeweza kusikiliza kwa undani na ufasaha zaidi jinsi Tanlink wanavyofanya kazi zao. Hakika ni kitu ambacho kinawapa kina faraja au moyo watu ambao wana matatizo, wana wagonjwa, na kuna wengine wanakuwa hawana au hawajui ni wapi pa kukimbilia. Sasa hapa Tanlink pamoja tu na kwamba kukupa kufanya uratibu wa kukusaidia wewe kutoka hapa ndani ya nchi kwenda nje ya nchi kwa matibabu au hapa hapa ndani ya nchi, lakini kwanza kabisa wanakushauri, maana wewe unaweza kuwa umejenga fikra kwamba ugonjwa wako ni wa nje ya nchi, kumbe ugonjwa wako ni wa kutibiwa hapa hapa na maisha mengine yakaendelea. Basi wameweka wazi, milango yao iko wazi hapa Haidery Plaza, unaingia floor namba mbili unauliza Tanlink, unaonyeshwa ofisi zao na unaweza ukapata ushauri mzuri kabisa, na namna ya kuweza kupata matibabu, na kama unavyoona ambavyo wanaweza wakakaa family mkazungumza mkaongea, basi na mtu mgonjwa akaenda kutibiwa. Mi naomba ni kushukuru sana mpenzi mtazamaji wa Global TV, ni mimi Melda Mtema na kusii, na kukuomba endelea kutazama Global TV kwa sababu ndio unakutana na mambo mazuri kama haya ya Tanlink kwa sababu kiukweli wanasema afya ni mali kuliko ile mali yenyewe ambayo tunaimiliki tu ya duniani, lakini usipokuwa na afya basi hakuna chochote. Hata uwe na mamilioni, kama una afya ni kazi bure. Asante.